Hakuna jambo lolote ambalo mwanadamu atalifanya ambalo halihitaji nguvu. Na kwa sababu kila jambo ambalo mwanadamu analifanya linahitaji nguvu, liwe la kiroho, liwe la kimaisha, liwe la uchumi, liwe ni taifa lolote ambalo limeendelea, linahitaji nguvu. Na kwa sababu hiyo, tukaona kwa sababu kila jambo linahitaji nguvu, basi nguvu ya kweli inapatikana kwenye neno la Mungu. Na kwa sababu kila mtu anahitaji nguvu, miongoni mwa vitu ambavyo shetani amefanikiwa kutenda kwa wanadamu ni kuwaaminisha kwamba neno la Mungu, mambo ya Mungu yanawastahili tu wale ambao ni wana ajenda ya kwenda mbinguni, linawastahili wale tu ambao ni viongozi wa madhehebu. linawastahili tu wale ambao wanaaminika kuwa wanashinda kwenye nyumba za ibada. Huo ni mpango wa shetani kuwafanya watu wakose nguvu, ya kwamba neno la Mungu linakupatia nguvu hata wewe ambao huna kabisa habari za nyumba za ibada, auendi msikitini, auendi makanisani, hauendi popote, lakini kwa sababu biashara yako inahitaji nguvu kupanda kwako kwa kiuchumi kunahitaji nguvu, chochote kile ambacho unafanya kinahitaji nguvu. Na hivyo neno la Mungu linakusaidia kupata nguvu, linakusaidia kupata nguvu ya kiuchumi, linakusaidia kupata nguvu ya kiuongozi, linakusaidia kuipata familia iliyo na nguvu. Neno la Mungu linakupatia nguvu ya imani, imani. Pasipo nguvu ya neno la Mungu huwezi kuwa na imani iliyo thabiti, huwezi kuwa na imani ambayo iko thabiti. Na watu wanaimani, wanaimani, kila mtu ana imani yake, na hata wengine wanasema mimi nina imani yangu, mimi nina imani yangu. Lakini neno ambalo linakupatia nguvu pia linaweza kuithibitisha imani uliyo nayo. Katika kitabu cha Warumi sura ya kumi na mstari wa kumi na saba neno la Mungu linasema hivi Linasemaje? Ndiyo, imani yoyote chanzo chake ni kusikia. Ehe, na kusikia. Imani yoyote uliyo nayo ni lazima ipimwe kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo neno la Mungu lina nguvu hata ya kukupatia imani iliyo thabiti. Imani haiji tu kwa sababu umeirisi kutoka kwa wazazi. Imani haiji kwa sababu umekuta watu wanafanya. Imani haiji tu kwa sababu ni imani, bali imani huja kupitia neno la Mungu. Imani huja kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, mpenzi msikilizaji wangu, kwa vyovyote vile mwanadamu yeyote analihitaji neno la Mungu, bila kujali tamaduni yako bila kujali mazingira uliomo bila kujali wanavyokuchukulia watu, lakini neno la Mungu ni sehemu ya maisha ya wanadamu wote. Pale ambapo shetani anataka kukutoa kwenye neno la Mungu, pale ambapo shetani anataka akutoe kwenye neno la Mungu, kusudi lake sio tu usisome neno la Mungu. Laiti ungelijua kilichojificha juu ya kukutoa ni kusudi ukose nguvu ya jambo lolote na hata mchungaji wako au kiongozi wako wa kiroho ukiona anakuzuia kusoma neno la Mungu, anakuaminisha kwamba akishasoma yeye inatosha. Ukishaona anakuambia mimi nikisoma tu inatosha, wewe usisome wala usiangalie, hiyo kwamba ndio ajenda yake. Ajenda yake ni kwamba wewe ukose nguvu ya kufanya kitu chochote. Mtu yoyote anayekuzuia neno la Mungu, ajenda yake kubwa ni kwamba ukose nguvu lakini tukaona ya kwamba katika kitabu cha Zaburi sura ya mia moja na saba na ule mstari wa ishirini neno la Mungu lina nguvu katika maisha yako. Zaburi mia moja na saba mstari wa ishirini angalia biblia inachokisema. Biblia inasemaje, msomaji, linasemaje? Anasema yeye Mungu analituma neno lake maisha ya wanadamu. Maana yake ni kwamba wako ambao wanasubiri Mungu atume malaika, wapo watu wanasubiri Mungu atume wajumbe, lakini yeye anasema anapotaka kukuponya, analituma neno lake ili kuwaponya, analituma neno lake ili kuwaponya. Ehe. Na kufanya nini? Katika maangamizo yao na kuwatoa katika maangamivu yao. Mpenzi msikilizaji wangu, unaweza ukaona kwamba neno la Mungu sasa si kwa ajili ya dini, si kwa ajili ya dhehebu, ni watu wote, kwa sababu kama ni maangamivu, wote tunayapitia. Anavyopitia mwenye dini ndivyo anavyopitia mpagani, anavyopitia mwenye maombi ndivyo anavyopitia mtu wa kawaida. Lakini neno la Mungu anasema napolituma kwenye maisha yako, ni kukutoa kwenye maangamivu. Maangamivu ni nini? Maangamivu ni ile hali ya mwanadamu kuishi maisha ambayo si mpango wa Mungu. Yanaweza kawa ni maangamivu ya dhambi. Dhambi inaweza ikakupeleka kwenye maangamivu ukaishi maisha ambayo kuyatarajia. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kulia kila siku kwa ajili ya ndoa yako. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuhangaika mchana kutwa, mwezi mmoja hadi mwingine, unatafuta ajira na usipati ajira. Yanaweza kawa ni maangamivu ya kuharibika kwa watoto. Yanaweza kuwa ni maangamivu ya kufungwa na nguvu za giza na kufungwa na majini na kulithi vitu ambavyo vilitokea huko kizazi cha tatu na cha nne vikawa sehemu ya maisha yako, lakini anasema Mungu yeye analituma neno lake kukutoa katika maangamivu. Haleluya!